Yes, wazee wazee wazee wazee wazee wazee bwana hapa tunakwenda kuangalia mpambano kati ya mashine mbili. Mpambano kati ya Dalmax dhidi ya uh, Farasi. Bwana Farasi sasa hivi amekuwa anaaminika ame, ame, ame, ame, ame sana kwenye swala ya ukaguzi wa ngoma. Na tutakwenda kufanya hapa tutakwenda kuangalia je, Dalmax akianza tege inakuaje na, na Farasi akianza tege inakuaje. Tunapambanisha hizi mashine mbili. Kwa hiyo hapa tunamwangalia hapa tunamwangalia Dalmax mwenye nyeupe hapo juu Akianza tege sindio? Kwa hiyo kama akianza tege maanake, huku pia kwenye Farasi, Farasi ni huku chini, tutamwanzisha tege, tuiomwanzisha tege huyu bwana, bwana Farasi kaja meja kaja hivi sindio, kuwa amekuja kwa, kwa kwa hapo meja, tutageuza hili table, tuta swap site, alafu tutampa sasa Dalmax acheze move inayofuata, play current position Asilimia mia hizo wapo za ugumu, yani hapa sai anafikiria kwa uwezo wake wote kwao. Tunaanzisha mechi kwao. Baada ya hapo, Dalmax yeye kavuta kete huku, farasi amekata hapa hivi. Dalmax kala huku kala hivi, farasi kala, sindio? Kumbuka farasi ni mwenye nyeusi. Sahii ni zamu ya Dalmax. Dalmax amelala, pakatoka na meja. Dalmax katoka na mguu wa meja, farasi farasi kama farasi ikapaki huko Dalmax Dalmax hapo amelala kidogo Dalmax analala Dalmax katoka na meja hapo farasi kakata buti mm-hmm. farasi amekata buti kwa hiyo jamaa anakula farasi kala kite moja mkula kite moja jara mbili zamu ya Dalmax tuangalie Dalmax hapo anacheza wapi Dalmax katoka na mguu wa meja katoka na mguu wa meja muni naye katoka na, na mguu wa meja. Dalmax ni mwenye nyeupe. Dalmax analala, Dalmax ka kaomba, kashtua huku kete huku alivoshtua. mm -hmm. Fa... farasi kakinga hapa o kala hivi, farasi kala huku bwana. hii kumbuka, ah, hii ni mechi ambayo Dalmax kaanza tege sizo bovu mm -hmm. E bwana, Dalmax kaonyesha ubaba, ikashtua hiyo keti hapo. Hiyo farasi ajafikiria sana, katoka na hii huku mm -hmm. Dalmax kala farasi, farasi kala kwanza hiyo hapo mm, Dalmax kala hii, Dalmax kala huku bwana, wazi wazi. Dalmax visi farasi ni ubaya ubwera. E bwana, Dalmax katoka na mguu wa huku hivi farasi ametoka na meja hiwe ziwe ziwe ziwe zi zi zi zi tanzania draft all stars Dalmax kapiga shuti hapa kakata hiyo kete nakata hiyo kete kwa hiyo jamaa hapo inabidi ale inabidi farasi hapo ale kwa hiyo anakula Tuangalia anakula na kete ipi. Dalmax, Dalmax kala juu bwana wazee hii ni tege. Bwana farasi ajataka kupoteza muda, katoka na hii ya hapo nyuma, hii wazi wazi wazi wazi wazi. Dalmax kapanda meja, farasi naye kajaza meja hapo. Wazee, hii ni tege, wazee, tege ambayo Dalmax ndio ameianza. Wazee, hapa sasa farasi ameshtua watoto wawili, no, Dalmax kashtua watoto wawili, farasi kaziba hapa. Tumwangalie Dalmax anaendaje hapo. Aha, Dalmax amepiga shuti hapa, kapiga shuti, kapiga shuti kwa hiyo inabidi mwamba kala kala hivi. Bwana Farasi katoka na mguu hapo hivi. Dalmax Dalmax katoka na mguu kunyuma, Farasi kashtua. Dalmax anacheza wapi hapo? Hem, tuone Dalmax atakapocheza. Dalmax kaziba Farasi katoka anaenda kingi sasa, mm -hmm. Tuoni sasa hapo, bwana Dalmax kapita kushoto. Farasi bwana kafanya ubaya, ubwela kaleta ikechi hapa mm hivi, zam zamu ya darma Dalmax Marks. Daru kaingia hapa, Farasi kaenda huku mm -hmm. Bwana vita ni vita, wazi wazi wazi, wazi, wazi. Vita ni vita bwana, Dalmax anakimbilia ana kwenda kingi, wakati huo farasi na yeye anaenda kingi. Kumbuka farasi ni mwenye nyeusi, farasi ni mwenye nyeusi. Dalmax ameamua kunyokea kingi ya huku, farasi kanyoka kingi ya meja ndogo. Hizo Dalmax, mm -hmm. Dalmax kaomba moja kwa moja, hey. Kwanini sijaelewa, kwanini kacheza hivyo? Dalmax kaomba hiyo kete kwayo, hapo, jamaka, ni ngoja tuone. Kwa hiyo baada ya kula hapo jamaa kavuta hadi mwisho tuna Dalmax anakula hadi wapi? Inaweza kuwa ni draw tu, kumbe Dalmax kala mpaka mwisho kala mpaka mwisho, kwa hiyo inabidi hivi okay, bwana Farasi, Farasi, Farasi, Farasi, Farasi anatoka na Dalmax. Dalmax anakimbia anaenda kingi, Dalmax anakimbia anaenda kingi. Wakati huo Farasi kasogeza ka kete mbele, hapo atuone bwana. Dalmax kashuka nahii kete huko Farasi Farasi kapandisha kete mbele, jeleo hapo. <laughs> moja tuone, Dalmax i Dalmax anaamua kwenda kingi. Dalmax kaamua kwenda kingi, Farasi naye anaenda kingi bwana, atege ambayo ameanzishiwa Dalmax tege ambayo ameanzishiwa manake Dalmax ka, ka, kaomba hiyo farasi. Uh, kashtua hiyo keti hapo bwana. Naona kama hii mechi wametoshana nguvu, wametoshana nguvu, wametoshana nguvu. Hii mechi naona kama ni draw, kiangalia vizuri hapo ni draw. Acheza hapa, kwa hiyo jamaa kaenda hapo kwa hiyo hapo, ukiangalia ni kete tatu kwa mbili. Aa, hiyo tege, tege ambayo jamaa kaja kashitua hapa, tege ambayo tege ambayo kaingia kingi, tege ambayo ameanzishi ameanzishiwa Dalmax. Dalmax ameitoa draw hapo, tumekubaliana sasa. Tuangalie tege ambayo akianza bwana Farasi. Je, Dalmax anaweza akapata goli?